Tuondokane na ucheleweshwaji wa upelekaji wa umeme vijijini kwa sababu tu ya taratibu mbalimbali tulizonazo, unajikuta tokea mradi unabuniwa una, una bajeti inatengwa, tunaanza sasa zile internal processes za kumpata mtekelezaji wa mradi inatuchukua miezi mitatu minne wakati tuna uwezo wa kuangalia wakandarasi ambao si wababaishaji namba moja, lakini wenye track record nzuri tuliofanya nao kazi, tuka extend scope ya kazi nzima ili kufupisha muda wa waku, waku, kupeleka huduma kwa wananchi. Na katika hili hili kuna lile ambalo nimeligusia hapo awali la wakandarasi ambao hawako reliable. Mtu anapeleka nguzo anaziacha pale, alafu anapotea, alafu anakuwa hayuko answerable hata kwa mwenyekiti wa kijiji kule chini, hajui mpango kazi wa mkandarasi yule ambao amepewa kijiji husika au vijiji husika katika wilaya husika. Kwa hiyo ninatamani ushirikishwaji mkubwa sana kwa wa wale wakandarasi wanaopata kazi na wananchi kule chini katika vijiji vyetu ambavyo umeme unakwenda. Jingine ni kuharakisha sasa upatikanaji wa umeme kwenye vitongoji ambavyo vimesalia. Umeme umeshafika kwenye vijiji vyote 12,300 na kitu, lakini sasa tuharakishe upatikanaji wa umeme katika vitongoji, na kuna vitongoji vingine katika taifa letu ambavyo vina, vina ukubwa sawa na vijiji tuhakikishe kwamba umeme unafika kwa haraka zaidi. Mradi huu wa vitongoji elfu tisa ni matamanio yangu kuona kwamba unaanza mara moja, kwamba kama kuna kuhitaji kusaini mikataba na kadhalika na kadhalika, basi ninatamani kuona hizo eh, taratibu zinafanyika kwa haraka ili Watanzania waende kupata umeme wale waliokuwa kwenye vijiji na umeme. Ni maendeleo, umeme ni maendeleo. Kwa hiyo tufanye kwa haraka ili tuweze kupeleka umeme kwenye vitongoji hivi elfu tisa e, na wala sisemi ya kwamba ninakuja sasa nianze kufanya witch hunting e, kwamba huyu yukoje, huyu huyu. Mimi nimekuja ni open au plain kama karatasi hii utavyoijaza hivi, ni nyinyi wenyewe ndio namna ambavyo mta act, namna ambavyo mtafanya kazi, ndio mta shape perception yangu mimi juu ya individuals na kadhalika. Mimi approach yangu mara nyingi huwa ni eyes on, hands off. Naamini bodi ni nzuri, imetokana na watu kutoka sekta mbalimbali, ndio jukumu lao la kuwasimamia day to day. Mimi na kwangu ni kuangalia tu kuko salama, tunapeana taarifa ah, mambo yanakwenda, pako vizuri that's it. Mimi tutatofautiana pale ambapo wewe utatofautiana na mkuu wako wa taasisi, akisema bwana yule ni trouble maker. Kwangu mimi kazi yangu ni kumsapoti yeye afanikiwe. Kwa sasa wewe ukiwa trouble maker kwake, ah, mimi siwezi kuwa ndo, ndo, ndo, ndo kinga yako kwa sababu nikikukinga mimi, wewe unakinzana na yule ambaye ndio amekuwa uh, tasked ku run day to day activities za taasisi, maanake namkwamisha yeye. E, maana kuna kale katabia kale ka kujishikiza, ah, mtu wa waziri huyu, mtu wa nini. Mimi huwa sinaga hilo mimi, na mtu wangu ni yule aliyekuwa tasked kuendesha taasisi, na mimi nitampa full support ya kuhakikisha iwe ni board, iwe ni DG na management, nitawapa full support ili tuweze kufanikiwa. Mafanikio ya REA ndiyo mafanikio ya wizara, ndiyo mafanikio ya Serikali.